Karibuni wawekezaji, hiki ni kiwanja e, robo tatu ya hekari, kiwanja cha pili kutoka barabara ya Nyerere zamani Pugu. E, ni kipande cha kutoka uwanja wa ndege kuelekea Banana au Pugu shuleni. Kiwanja ni robo tatu ya ekari, skwea mita elfu tatu na ushee. Kinafaa kwa uwekezaji kama magodauni, yadi pia hata ujenzi wa nyumba za kuishi apartments na nyumba nyingine. Sehemu imejengeka na ipo jirani kabisa na highway ya Nyerere Road. Ni kiwanja cha pili tu kutoka Nyerere Road. Karibuni wawekezaji, mnakaribishwa. Eneo ni kubwa kabisa, ndani <coughs> hmm, kuna nyumba tu ya kuvunja kama unavyoiona hiyo, kuna nyumba tu ya kuvunja sasa. Tunatoka nje, eneo kama unavyoliona, ndio hilo lote, square mita elfu tatu na kitu. Tunatoka nje. Hii ni barabara ya mtaa inayoingia kutoka kwenye lami. <coughs> Eh, ukuta ndio huo wa kiwanja chetu, ukuta ndio huo unaishia hapo kuli kushoto hapo. Barabara kama unavyoiona hiyo, lami ile highway ya Nyerere. karibuni sana. Kiwanja kina hati hati ya nguvu. Bei iko kwenye maelezo, bei na kuwekea kwenye maelezo hayo. Hiyo ya Nyerere, kiwanja kama unavyoona.